Shukran sana kwa kuendelea kuungana nasi. Asante kwa kuchagua Central ya Clouds TV. Safari yetu ilianza saa moja na nusu eh, ambapo inaendelea mpaka saa tatu kamili tukawa tunaweka nukta na itakuwa ni kituo cha mwisho safari yetu mm -hmm, siku huu. Asante kwa namna ya kipekee kwa Mahija Zayumba ambaye amekuwa mpishi mkuu wa chakula cha kihabari na akatupitisha vyema na tumeweza kufahamu yote ambayo tulistahili kuyafahamu siku ya ya leo kupitia rada ya Central ya Clouds TV. Sahi sahi. Yaani, muda huu muda huu <laughs> tunaelekea kwenye tochi, tochi na ni time leo ya tochi wow. na time ya tochi na muda huu ndio tupo na last born mm, wa mama Mbarouk Khaan mm, ambaye jana usiku alikuwa mmoja kati ya washindi waandishi wa, uh, wa habari ambao ameshinda tuzo ya Samia Kalamu Awards. Ni tuzo za aina gani, anajisikiaje kwa mmoja wa washindi wa tuzo hizo zilizoandaliwa mm, na Tamwa pamoja na TCRA mm, na jana tulizinduliwa kwa mara ya kwanza kabisa. Na yeye pia ni miongoni mwa kwenye historia anaenda kuandikwa mwa wale washindi wa mwanzo wa wa kama ni bungeni tunasema zahitre. Yupo kwenye asad za bunge lakini yupo kwenye kitabu cha kumbukumbu. Karibu sana Mzaramo. Jana ameniambia shughuli Kigoma ni siku saba. ai ai ai

tuzo ya Samia Kalamu Awards 2024 2025, tuzo ya msimuliaji bora wa habari za matukio ya kijamii lakini jamani, hivi unajua no, <laughs> mabibi na mabwana mm, na mshindi wa tuzo hii usiku wa leo ni Ali Kashmir, tafadhali muangalie kamera ya picha pamoja. <laughs> <laughs> <laughs> <Piga makofi wewe. laughs> <laughs> Oi apokubiau na vitu tuzo yangu jamani, ndio hii. Asanteni sana mashabiki zangu na kuja ah, ah, ah, mbele yenu na no kuwashukuru sana asanteni sana. Mbona Mbarouk hajationesha nani? Ajapiga ile picha ya kulala na tuzo ile. Kwa ubora wa hii tuzo ime Mbarouk Khaan kuzingatia utamaduni sana unapofanya mm. kitu watu wakaona, na sio kuishia kuona tu, watu wakakutuza wakakupa mm. tunzo ni kitu kikubwa ndugu yangu, hongera sana, thank you so much. Nachoshukuru ni kwamba pamoja na alhamdulillah, waga anasema mm. anawaambia da watu sema, si unajua mm. sio kila mmoja anaweza kuni, lakini I'm so happy and I'm proud of you mm. kwa sababu ninajua mapambano yalivyokuwa. yeah, yeah, yeah, yeah. Nice. Sio rahisi alikashmiri, mimi naambia kitu kimoja yeah. Mm. dili yangu ya kwanza nilionipa Aziza <laughs> uh, tangu nimekuja club la uh. <laughs> <laughs> <laughs> Tangu nimekuja ikifika <laughs> yeah. Uh, mwezi wa tisa natimiza miaka mitano mm. Uh, yes. zizamali kililimkuta mm. Uh, ndadamu ambaye kanilea kwenye tasnia kanipa za do mm. ulianzia digital pale mm. lakini kwa taarifa yako tu, dili yangu ya kwanza yeah, ela. ya hela kuingiza hela nyingi ya kwanza <laughs> Nili, <laughs> eziza, ilinipiga simu kan, kuna mchongo moja mbili tatu, kuna mtu atakupigia in 5 minutes. Yule mtu akanipigia, nikasaini deal ambayo ilinipa umaarufu ukiacha hela, lakini uh -huh, ilinipa umaarufu mkubwa sana uh -huh, ndio ilikuwa chanzo cha madili mengine kufunguka. uh -huh. Mimi naomba leo pia ni, ni, ni, nimpe maua yake mm -hmm. uh -huh. Niseme tu um, Ruge Mtahaba bado anaishi kwa Ziza. uh -huh. uh -huh. Thank you so much sana, thank you so much na nime Nimefurahi jana nilipokuwa ninaona majina yanatajwa na was like, kwa sababu mimi na hadi tulikaa huku pande mwingine, nyinyi mlikaa huko, so was like hao hadi tunani pande ule ya kula ni unajua vile, lakini kwa kweli hongera sana, thank you so much. Hebu tupitishe kwenye kwenye mchakato, najua hapo nyuma uh, ulifanikiwa kuone mheshimiwa rais, anaweza kuona andiko lako simu yako, si mara moja, yes so mara moja ambayo mekiukweli imegusa maisha ya Tanzania direct kupitia, mm. sauti yako na kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Lakini pia tukakutana kwenye ubahuru ambao uliongea vyema pale ukazungumza ubahuru gala ambao ulikuwa kiukweli ilikuwa ni kitu tofauti kutuleta kwa pamoja wanawake kutoka nyanja tofauti. Tukaja kuzungumza just kutoa ile perception mbaya ambayo imetengenezwa dhidi yetu, lakini akasimama Mbarouk pale ambao ninaamini haitakuwa na mwisho itakuwa ndo mwanzo mzuri. Gala ndo tumeanza. Umenielewa? Mm. Hebu tell us kuhusiana na hii. Okay. Um, hii tuzo bwana nikwambie mm, tu ukweli ni, ni, ni, ni tuzo ambayo mi sikuitegemea mm. Sio mwongo mm. Na nakumbuka Dr. Rose wakati ananipigia simu uh, kutoka Tamwa mm. Alinipigia simu ya kuniambia kwamba uh, kan kuna kadi yako tunaileta ofisini kwako ya mwaliko mm. Uh, lakini tunaomba kama na ratiba zako uziweke pembeni uje, muhimu sana kuwepo kwa sababu kuna jukumu nataka tukupe mm. Kwa hiyo kwenye ule usiku mimi nilikwenda nikiamini kuna kazi nitapewa mm. Nakumbuka aliandaa ni Tamwa mm. ambaye mwenyekiti yes, wake yes, ni chief editor wa Clouds Media. Yes, she is my boss mm -hmm lakini pia kuna mkurugenzi wa TCRA watu ambao niko nao karibu na nawaheshimu sana kwa hiyo mm. ikabidi niweke ni kweli ratiba zangu pembeni, na utakumbuka jana yake nilifanya nao PB on Saturday tukiwatu wakiwa natambulisha ile, ile ule msimu wa, wa zile tuzo mm. mimi sikuwa najua na mpaka nimefika ukumbini sikuwa najua kama nipo kwenye kategori yoyote mm. um, mano kiangalia kwenye video wakati jina langu natajwa, nilipiga meza n yani, <laughs> e, e, e, nikapiga shubaa miti kwa sababu sio kitu ambacho nilikitegemea yeah. Kingine ambacho nakwambia uh, ziza asilimia themanini walioshinda hawakuwa wanajua kama watashinda mm -hmm moja ya kitu ambacho nimekigundua pia uh, hii tuzo ambayo Mbarouk umeshinda haikuwa ni tuzo ya kuwekwa ya kwa kwenye category, yes ilikuwa yes. Ni tuzo uliotunukiwa kwa kutambua kazi zako. Oh, si jambo rahisi kujitofautisha ama kuwa wa kipekee kwa ufanyaji wa kazi zako na wanahabari wengine, ile kuchukua muda gani? Uh, kujipata na kujibuni kwamba mimi nastahili kukaa kwenye mfumo huu ili uweze kunipeleka duniani mpaka uh, taasisi ama taifa kutambua thamani ya kile ambacho unaendelea kuifanya. Of course, namba uh, tunicha navyokitaa babu ali mm. Mimi ni wakati anakuja Clouds nilikuwa nimetoka kufanya ngumu kumeeza mm na nilipokuja Clouds nikaanza na hizo ngumu kumeza, nilikuwa nafanya politics mm -hmm. Makala za siasa. Nakumbuka bwana, bwana siku ile naizungumzaga sana kwenye interview zangu nyingi mm -hmm. Ali miongoni mwa watu walionabadilisha mtazamo mm -hmm. alikuwa ni ncha kali mm -hmm. na kwenye hilo nitamheshimu sana mm -hmm. so, nchi hakuwa anapenda aina ya content nilizokuwa nazifanya mm -hmm. na kulikuwa na kikao cha digital akanichana, brother, mimi sikuelewi So namshukuru Mungu pia. Mwanangu mwingine Tay alinisaidia sana kwenye kufika hapa nilipofika mm -hmm. Tay alikuwa ananishauri taratibu, kuhama jinsi ya kuhama kutoka kwenye politics mm -hmm. kuja kwenye, kwenye social. na huwezi kuamini bosi wangu mshafiki alikuwa aniamini kabisa katoka nje, anaambia wewe bwana nimekuchukua kwa sababu hii mm. Mm. Lakini huko wanapokwenda <laughs> sijui sijui, lakini kaanza kumshawishi Shafiki mm. siku hadi siku mpaka uh, Shafiki kaanza kuniambia okay, kama naona kitu kama naona kitu mpaka kaniruhusa sasa mm. fanya. mm. Baadaye niligundua kwamba wanahabari lazima tuwe daraja kati uh, mamlaka. No, mm. ya mamlaka na wananchi kwenye kutengeneza credibility yako ali kwenye chochote hmm. kaa na wananchi hmm. zungumzia matatizo yao hmm. zungumzia yanayowasibu, sikiliza vilio vyao hmm. nenda kwa watu ambao wanatamani kuwa kutoa sauti yao, lakini hmm. hawana sauti hmm. kawe sauti yao hmm. So nilikuwa napita kwa Msisi Tanga kwenye safari zangu za kikazi na uwezi kuamini. Uh, hmm. nilikuwa nimeenda kufanya habari nyingine kabisa ya uchunguzi hmm. lakini wakati napita ile eneo nikakuta kisima watu ambacho wanachota maji kiliniumiza kiukweli. Watu walikuwa wanakunywa maji na nguruwe wanakunywa maji na nyoka wanakunywa maji na nyani na ngedere. Yani, of course, siwezi kukiita kile ni kisima, ilikuwa ni shimo maji anapita pale anatuama. Kwa hiyo kwa kwa, kwa karne ya ishirini na moja kukuta watu wanakunywa maji kwenye mazingira yale, na ni Handeni tu hapo, sio mbali, nikaona huenda mamlaka ina haina taarifa ya hili, so nikarekodi commentary nikatia sauti, nikamwomba mheshimiwa rais awasaidie wale watu. Uh, ndani ya masaa 15 baada ya kupost ile post, mheshimiwa rais akaja kajibu kwenye peji yangu. Of course mimi msalamu kujisifia muhimu kidogo. Of course ndio mwanahabari pekee, mwanahabari pekee, jamani maneno tusame. Of course ndio mwanahabari pekee Afrika ambaye rais amemfollow hmm. Eh, na ni mwanahabari pekee ambaye Afrika ambaye hajawahi. Yani hayne, hakuna rais Afrika ambaye amewahi kumfollow mwanahabari mm. Mimi ndio mwanahabari wa kwanza ukafanya Ah, sawa muhimu sana. Sanakao kwenye marais wote wa Afrika, hakuna rais ambaye amemfollow mwanahabari mm. Ni mheshimiwa rais Samia peke yake ambaye amemfollow Khan mm. Kwa hiyo kwanza ni kwa mheshimiwa rais amenifollow. Kama mheshimiwa rais of course alianza kujibu Aweso mchana mm. waziri wa maji mheshimiwa jioni uh, akajibu rais mm. maagizo, Aweso vizuri vya kisasa vya kisasa na miundombinu mizuri ya maji. Wana, okay, kumbe kumbe unaweza ku rais anaweza kukuona bila kuwa chawa. Kumbe mamlaka inaweza kukusikiliza bila kujikombakomba mm. Kumbe unaweza kuwa ukazungumzia matatizo ya watu na mamlaka ikaona ikaweka ika thamani kwenye unachokifanya. So nikanogewa kasikia utamu mm. Uh, baada ya hapo nilipita vigwaza vikwaza nikaona mbuzi anapita kwenye mlango wa nyuma wa msikiti anatokea kwa imamu anaondoka. <laughs> uh, yeah, yeah, ili iliniumiza, nikatengeneza documentary nyingine. Mheshimiwa Rais pia kanisikia akamtuma Sheikh Walid mm -hmm. Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam akanipigia simu, Mbarouk, nimepigwa simu na Mheshimiwa Rais amesema ule msikiti ataujenga kwa hadhi ya msikiti wa rais. Mashaallah. Leo ardhi ya Vigwaza ana chimbo lake, anapiga kelele msikiti ambao unajengwa pale Vigwaza. Bado haujakamilika. Haujakamilika ha na, na nimemwomba mheshimiwa rais, yeah, ule msikiti ukikamilika akauzindue yeye mwenyewe, yeah. Eh, na mheshimiwa rais amekubali ombi langu. Kwa hiyo kwa hiyo unajengwa msikiti pale Vigwaza wenye mm, hadhi ya rais mm. Lakini akasema sasa, bwana hiyo yote ni, ma, ni, ni matokeo ya kufika kwenye tuzo hii mpaka tunakuja paatunakuja, lakini nikaenda pia hapa Kongowe nje kwa na nyumbani kwetu Mkuranga mm, eh, kwenda kutembelea wazee kwa mambo ya utamaduni kidogo. Hapa panakuwa na shida sana. Ha, yani, ya ingawa kuna watu wananipiga wananiambia kwenye ubagala nilichukua kosta pale ya waganga jamani, wale hawakuwa waganga, walikuwa wazee wangu ukmaskara <laughs> <laughs> kwa hiyo um, wakati napita, unaweza ukatoka, unajua kutoka kimanzi chana nyumbani kwetu mpaka wanafika Kongowe ni almost kilomita 63 unaweza ukatumia one hour kama unaendesha vizuri na nini yeah. Unaweza ukatumia one hour mpaka unafika Kongoe, na ukifika yeah, Kongoe pia unaweza ukakaa masaa manne kufika rangi tatu siambay na kilomita tatu tu itakuchukua masaa manne yeah. Barabara nyembamba sana mbovu, ina mashimo yaani ikiharibika pikipiki sio gari, mnakaa mpaka pikipiki ipone okay kwao nikaona, sasa kisia Islam tuna msemo wetu, kabla ya kutoa kibanzi cha mwenzio mm, toa cha kwako. Kwa hiyo kwa mm, kwa nikaona kwanza lazima pia ni isemeni nyumbani kwao, nikapita pa nikafanya documentary nikaiweka nika kwenye peji yangu. Akaja Waziri Ulega, waziri wa ujenzi akacomment, na mzuri, alinita kwa jina waukae, sababu sio watu wa dharamu. waukae, mm, waukae shovi mm, ndugu yangu nimeona, lakini serikali imetenga budget 1 2 3 nitano. Akatoa ufafanuzi mzuri, lakini pia kesho yake wakaja waka, wakatoa pia maelezo ya kutosha kwamba kwenye bajeti ya mwaka huu zimetengwa fedha na watatengeneza pale barabara pale e, za kwenda mbili za kurudi mbili, lakini mm. pia tutegemee stendi ya kisasa ambayo mm. itajengwa. Uh, mheshimiwa rais akasema atajenga stendi ya kisasa na iliyo bora, hmm. kama hii ya Magufuli bus terminal, tutakuwa kwa na Samia bus terminal ya magari ya kusini yeah. kwa hiyo unakuta hayo ni machache ambayo watu waliona kwenye media hmm. acha ambao mengine watu hayaoni kwenye media ambao mheshimiwa rais ananijibu moja kwa moja na anatoa changamoto za watu hmm. lakini utakumbuka pia tumefanya habari nyingi sana za uchunguzi kupitia Power Breakfast hmm. tumesaidia watu wengi sana sure. kuna ile issue ya Simiyu hmm. uh, watu walikuwa wajua kama kuna tendo vichafu vilifanyika kwenye maandamano ya Simiyu Ramadi hmm. Breakfast tulifichua kupitia dawa habari za uchunguzi. Mm -hmm. Kuna polisi walipiga risasi hapa. um, mm -hmm. uh, kwenye kiwanda kile cha nani, cha, cha, cha tiles, hiyo ni riski maisha yangu, lakini kuieleza jamii ku, ku, ku, yangu So, safari yangu haikuwa rahisi pia mpaka kufikia hapa. Lakini, niseme, tuzo, mm -hmm. kwamba lakini niseme hii tuzo imenipa faraja kubwa sana kusema kwamba ukiacha tu kwamba Mheshimiwa Rais na mamlaka wanaona anachokifanya, lakini for the first time nimeona ile appreciation kabisa ya mamlaka kwamba kani, you did it. Yes, sawa. Wakati kani pia nazungumza hayo, moja ya Mklauzania um, mwingine kutoka hapa hapa mjingoni, ambaye mm -hmm. alipata tuzo siku ya jana ni Mina Ali. Na leo tulikuwa tu naye kupitia sentu, lakini hivi sasa tunazungumza naye live kupitia sentu ya Clouds, hivi Mina Ali. Mina. Hello. Hello. Mina, mambo vipi? Oh, sisi Central hapo tuko salama. Uko live kupitia Central Clouds, bila shaka uko fresh. Fresh fresh, Niko kabisa, alhamdulillah, namshukuru kwa kubwa kaka. haa. Ah, ah, ah. <laughs> Na mama akasema ataongezea jambo, si ndio? Chakula <laughs> cha hiyo unajua kinabebeka Eh, unaruhusu kubeba, unaruhusu kubeba, basi sawa. <laughs> Leo na sisi kupitia Central Cloud TV kwa sababu tuko na kan tukatamani pia kujua kutoka kwako uh, yale ambayo umeyafanya, hatimaye taifa limetambua mchango wako na kile ambacho umekifanya, si tu kwa vijana, si tu kwa mabinti, lakini kwenye uh, sekta ya habari kwa ujumla, pengine namna gani ambavyo imekwenda kuongeza thamani lakini mwamko wa kukuamsha kwamba sasa ina deni ya kufanya makubwa zaidi ndani ya, uh, ya, ya, mm. uh, ya taifa langu la Tanzania, kwa thamani naweza nikasema kwa asilimia kubwa kuliko mara yoyote ambayo nimewahi kupata tuzo ndani ya taifa hili. Kwa sababu hiyo ndio re uh, recognition yangu ya kwanza ya ya, ya kitaifa mm. Sijawahi kupata recognition ya namna hiyo mm. Eh, eh lakini pia pale ambapo Mheshimiwa Rais namba moja wa nchi uh, Dr. Samia Suluhu Hassan anaposema wewe ndio nio uh, mwanahabari bora chipukizi basi mm. nani anapinga tena mm. hapo, eh, sure. Ina maana, unataka endorsement ya nani tena, kwa sababu nice. ni endorsement kubwa kuliko ambapo inaweza kuelezea mm. uh, recognition ya jana tayari imeshanifungulia milango mm -hmm. Nimeshapokea simu kadhaa mm -hmm. za kwenda kuzungumza na watu sehemu tofauti tofauti mm. ah, lakini pia ni recognition ambayo imesababisha hata price kidogo mm. imepanda kwamba sasa haudili na mwandishi wa habari tu, bali yule ambaye ametambulika <laughs> na serikali na kupewa tuzo. Unamtumia taarifa gani bos? Kitoi kuifungulia d, sawa sawa inafunguka imeniongezea okay, thamani sana, lakini pia tuzo ambayo nimepata ni asitukizi. Mimi ni mwandishi wa habari mm. At the same time mimi ni presenter mm. Presenter yuko chini ya mwandishi wa habari imu okay. Yangu ni ya mwandishi wa habari mm lakini like, kazi zangu kwa asilimia nyingi zimekuwa ni presenter mm. kupitia XXL, na kupitia Clouds TV mm -hmm. Ijapokuwa nimekuwa nikiripoti pia tofauti tofauti na nikihusika nyuma ya pazia, basi inanifanya ina, ina kwa mwandishi wa habari, lakini nimepata motisha ya kuendelea kufanya habari zaidi na zaidi uh, kwa nyanja tofauti na coverage, ili niweze sasa siku kupata tuzo ya mwandishi wa habari mahiri mm. Kwa hiyo hiyo ilinipa motisha ya kupambana zaidi na of course, mimi hata oskitoi anafahamu, aliniuliza uh, ninapotoka kwenye entertainment business, mm. wapi nataka kuelekea na nilimwambia kwamba ninaelekea kuwa mwanahabari moja kwa moja okay. Yani, mwandishi wa habari moja kwa moja. Kwa hivyo basi, hii imenifungulia hiyo mba, njia na kunionyesha kwamba ni njia ambayo hata Mwenyezi Mungu anataka nielekee huko mwanahabari inshaallah. Jana kiukweli kwatu ilikuwa ni sherehe sana mina na wakati wakati jina inatangaza sisi kutoka tunapiga woyo <laughs> sana sana. Sasa kabla hizo milioni kumi alizozisema hali hapo jana, natamani uniambie uh, siku ya jana kwako kwa kwa imetengeneza maana gani hilo tu, na pengine labda una chochote cha ku add kwa sisi na wengine pia ambao wameingia kwenye industry ambao wanakufuatilia pia kidogo kuhusiana na siku ya jana imeongeza mengi lakini, kabla sijaelekea hapo, naomba nikupe ni maua yako Aziza. <laughs> Wewe ni kati ya wasichana wachache ninaowafahamu ambao wanapigia makofi wenzao wale, oh, ambao wenzao wanashinda, mm tangu siku ya kwanza napata nafasi ya kukufahamu, we ni mtu ambaye hukuwahi kuniwekea chuki, hukuwahi kuniwekea aina yoyote ile ambayo inasema kwamba eti wanawake hawapendani. We ni mtu ambaye unakuwa namba one supporta. Nikienda kwenye snapchat yangu nakuta <laughs> every win, kila ushindi niliowahi kupata ambapo ulikuwepo, basi wewe ulichukua video kushare kwenye snapchat yako. Aww. Au stori na sehemu nyingine na wanawake kama wewe wapo, lakini naamini wewe ni mfano mkubwa sana mm-hmm. Uh, wewe ni mfano mkubwa sana kwa jinsi ambavyo unapigia makofi wenzako na jinsi ambavyo unafurahi kutoka moyoni pale ambapo unaona wenzako wanafanikiwa mm-hmm inasababisha na wewe naamini unafanikiwa zaidi Amen. Kwa hivyo kwa kuwa na moyo huo na kwa kuwa jinsi ulivyo Aziza, mimi nakushukuru sana sana sana na naomba tu nikupe maua yako ali Aziza amenipa amenipa, amenipa kadiri majuzi tu. <laughs> <laughs> Mbarouk naye katoka kusema hivyo hivyo bwana, kapata adili kutoka kwa Aziza eh hey, kwa kweli ape maua yake kuna akazungumza mm. Aka, aka, aka nao akasema sisi pia tunamkubali minali mm. Akanipigia video call nikapata nafasi ya kuzungumza nao yani, unajua, ni, ni mtu ambaye amefungua moyo mwingine angeweza kusema mi si ndo nipo lakini mm. Eh, Aziza, yani moyo mwe wake yani, mweupe kama karatasi nyeupe yani, anafungua moyo sana. Tasnia inahitaji sana watu kama wewe, Aziza. Kwa sababu unampa una mtu motisha ya kuendelea kwa kufanya kwa hiyo Aziza, kwanza nichukua yani, yo maua yako na nakushukuru sana, sana, sana. Kwenye milioni kumi hapo umesema unanitumia shingapi tajiri? Bila <laughs> tuliongea, nikamwambia anipe kama atashinda. Alikuwa ananiambia hadhani kama atashinda na nikamwambia ukishinda utanipa hamsini kwenye ela hapo, atakubali hamsini ya bila, nitakupa wewe, basi nimeisha hiyo tajiri. Kwangu imemaanisha new step in life. Uh -huh. Uh, hatua mpya. Uh -huh. Imemaanisha recognition ya kitaifa na kimataifa. Sasa kwenye CV yangu naweza nikawaumiza hata huko nje nikawaambia, oh, hoya mi nchi yangu imenitambua. Yes. Uh, uh, imemaanisha kwamba natakiwa kuendelea kupambana. Uh -huh. Nionyesha pia upendo. Uh -huh. Kumbe watu wengi sana wananikubali kuliko ambavyo nadhani. Yes. Kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakionyesha feedback kutokana na kilichotokea jana. Uh -huh lakini pia ime, an yani imenipa motisha ya kuendelea kupambana, yani nime, nimerealize nime, nime kwamba ndo kwanza tunaanza pamoja na miaka ambayo nimeshafanya kazi, lakini sahivi nime feel kwamba ndo kwanza ninaanza upya. Kwa hiyo inshaallah moto utazidi kuwepo mm. zaidi na zaidi, lakini yani, yani yani emotional sana kwangu na sana, naona kabisa Mwenyezi Mungu, yeah. Uwe ni mwanzo tu wa mambo mengine makubwa, lakini kitu kizuri zaidi ambacho imenifurahisha ni kwamba mm. sasa hivi kina minaali wa mtaani wanaweza kuota zaidi, kwa sababu wanaona okay. kwamba minaali yule pale mm. kwa hiyo yeah. nawaonesha mfano. Siku zote nakuwa nasema sifanyi kwa ajili yangu peke yangu, nafanya kwa ajili ya minaali wadogo wengi ambao mm. wanatamani kuwa mimi, na kuna wazazi wengi wanatamani watoto wao wawe mimi. Kwa hiyo mimi najaribu na sana kutokuharibu kwenye maisha yangu ili niweze kufungua nafasi kwa ajili ya wasichana wengine kupewa ruhusa ya kufanya kitu ambacho ninakifanya, sehemu ambayo natokea Zanziba. mm. kwa miaka ambayo nimetokea huko mm, Aziza, ilikuwa si rahisi sana mm, kuona waandishi wa habari wengi wa kike kabisa. Ehe, na familia ambayo ninatokea ni familia ambayo mwanzoni nilipokuwa naleta hili wazo sikuwa nikieleweka. mm. Ehem, kwa sababu kukaa mbele ya televisheni, mbele ya, ya hadhara ilikuwa inaonekana kwa namna gani inaweza ina ikakufungulia kufanya uhuni, yes. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana kama uhuni, kwa hiyo nilijiapia mwenyewe kwamba nitajitahidi sana mm-hmm. Usafisha nafasi yangu kusafisha jina langu na kutumia njia ambazo ni clean, ili mm, niweze kufika ili watu wengine wawaruhusu watoto wao kuingia kwenye hii industry. Kwa hiyo mimi kwangu, naamini jana nyota za watoto wengi ambao na vijana wengi wanaotamani kuwa minaali zimewaka mm rasmi. Wow. Kwa sababu imeonyesha eh, kwamba unaweza ukafanya mm na usiwe huhuni na ukafanikiwa eh. Kwa hiyo kwangu ukiachana na mimi

mi na kiukweli, tunakushukuru sana, asante sana, tunakupongeza sana. Tunaamini mwenyezi Mungu ataendelea kuongeza zaidi, na kuendelea kukionyesha kile ambacho kiko ndani yako, kiendelea kutambulika pengine na mataifa na mataifa mengine, huko. anakusikia anakusikia lastimoni <laughs> Kila la heri, kazi yako inaonekana, ongera sana, inshallah na kuona zaidi na zaidi kwao. Mimi jamani, nawashukuru sana, asanteni na nawatakia nyinyi pia khairi kwenye maisha yenuawote Yes. Kwa Ti... kumalizia hasa unawambia Watanzania, hususan vijana ambao wanatamani kuishi kwenye ndoto zao, wanatamani kuingia kwenye tasnia ya habari mm, niwaambie tu kwamba kwenye kwenye habari za uchunguzi sasa hivi ndio ndiko biashara ilipo mm. Unajua, bahati mbaya sana vioni, kila mtu anataka kuwa dazen mm. kila mtu anataka kuwa Kennedy uh. mm. Umeelewa, kiwasikiliza mpaka toni zao, kila mtu anatamani kuwa dazen mm. Uh, lakini mi ni washauri eh, unaweza kuwa dazen lakini pia unaweza kuwa Ali Kashmir uh, kuna biashara nzuri sana kwenye habari za uchunguzi, kuna biashara nzuri sana newsroom. Sasa nikikwambia sasa hivi nitajie wasomaji habari wako bora watano wa redio, sasa kama unaweza kunitajia, unajua kwa Uyoko, sababu gani? kuna soko huko, lakini watu hawaoni. Kila mtu anataka kuwa dazen mm. Mm, tumekuwa na uhaba sana wa soma habari kwenye vyombo vyetu vya habari mm -hmm. Tumekuwa na uhaba sana wa watu nchi nzima, na tatizo la nchi nzima, kuna hiyo shida. Kwa hiyo vijana wenzangu ambao wako chuoni waangalie fursa mm. Sehemu ambapo unajua fursa ilivyo, sehemu yenye tatizo na inabadilishwa, inakuwa inakuwa fursa kabisa. Lakini pia cha mwisho, niambie tu anajidisha habari wenzangu mm. Tuache kujikomba komba sana, tufanye kazi yani Khabisa. kazi nzuri ukifanya itaonekana. tuzungumzie Tuzungumzie matatizo ya watu mm. Tuzungumzie shida za watu, tukae na wananchi. Kuna watu wanadhulumiwa viwanja, kuna migogoro ya ardhi, kuna vitu vingi sana, kuna v... mm. kesi nyingi sana ziko mahakamani. Tumesahau. Nani sasa hivi anawaza kwenda gerezani, enda kuongea na mahabusu mm. Kuna taratibu zake za kufanya hiyo mm. kuna, mm. yeah. kuna vitu vingi sana vya mm. kufanya kwa ajili ya, ya, ya, mm. ya I mean, mm. Tanzania Okay. Mm -hmm. Kitu gani ambacho anasema mara ya kwanza unazungumza naye tu wao? Kuna vijineno, eh. <laughs> <laughs> Tuishi hapo hapo kwamba una vijineno wewe hizo wakati tuna waga wa Tanzania, uh -huh. Tunatia kupitia Central Clouds TV usije ukatuambia na sisi tuna vijineno mm -hmm.